Nalo kanisa la Kianglikana nchini sasa linaitaka serikali kushughulikia kwa dharura mvutano unaikumba bima ya afya ya SHA pamoja na msukosuko katika sekta ya elimu. Makanisa yakilaumu serikali kwa kucheza karata na masuala muhimu yanayowahusu Wakenya. Makanisa yakizungumza haya huku huduma za matibabu kupitia SHA zikitatizika huku hospitali za kibinafsi na waadhiri wakiendelea na mgomo kwa wiki ya pili. Ben Kirui anaarifu. Ulikuwa wakati wa kufungwa kwa kikao cha 27 cha makasisi wa kanisa la Kianglikana nchini ambapo kanisa kwa sala lilitafakari hali ya taifa. Na baada ya kikao hicho cha siku mbili, kanisa la ACK liliibua maswala kadhaa yanayokumba nchi. Swala tata la bima ya afya ya jamii ya SHA likipewa kipaumbele, kanisa likielezea wasiwasi kuhusu sintofahamu iliyopo sasa iliyosababisha vituo vya afya vya kibinafsi kusitisha huduma kwa wagonjwa walio chini ya SHA. We demand with Kenyans that SHA puts her house in order and prioritize payments of funds owed to all hospitals to enable them to continue to offer services. Mgogoro wa wahadhiri unaoendelea pia ukiibua hofu kuhusu sekta ya elimu nchini. Viongozi wa kanisa wakitaja mgomo huo pamoja na kuchelewa kwa mgao wa fedha kwa shule kuwa hatari kwa masomo. Delayed capitation coupled with an affo an affordable education is putting quality education and general access beyond the reach of many. Government must swiftly act to address the lecturers' grievances and solve This perennial problem once and for all. Ni mwezi mmoja sasa tangu shule zifunguliwe kwa muhula wa tatu na wa mwisho wa mwaka wa masomo, lakini bado kuna uhaba mkubwa wa fedha. Kanisa la Kianglikana pia likizungumzia mfumo mpya wa kielektroniki wa ununuzi wa serikali, wakipongeza hatua hiyo kama njia ya kudhibiti ufisadi. Viongozi wa makanisa wameitaka serikali kutilia maanani malalamishi ya baraza na magavana magavana wameitaka hazina ya kitaifa kusitisha utekelezaji wa mfumo huo wakisema uliharakishwa kabla ya changamoto zilizopo kushughulikiwa. However, it is essential that the resistance and concern by governors be addressed in the interest in promoting a buy-in. It is important that such matters be addressed exhaustively. Hali ya uchumi nayo haikusazwa na ACK, kanisa likielezea hofu kuhusu wananchi hasa vijana kukata tamaa kutokana na kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira. <laughs> Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi na